Jamani, nimesema nyie ni wajukuu kweli wa Kinjeketile. Mliishinda CCM kila mahali hapa, au nakosea? Kule kule masoko, kwenye vitongoji tisa vile vile, mliishinda CCM kwenye vitongoji vyote tisa, mliwapiga tisa bila uchaguzi nakosea? Niambieni, watu wa Kilwa ki, wa Kivinji hawataki uchaguzi, na ili kusiwe na uchaguzi, wanafuta wagombea wa upinzani, na nielewa. Tuliwapiga ishirini na moja bila, miaka kumi iliyopita, mwaka jana, wanasema wagombea wetu hawawezi kujaza fomu hawawezi kuandika majina, hawajui namna ya kupiga kugonga mihuri fomu za uteuzi na upuuzi wa aina hiyo. Narudia tena leo, CCM wanatawala hapa sio kwa sababu mmewapa kura, ni kwa sababu ni kwa sababu hawataki uchaguzi, wanafuta wapinzani ili msipige kura. Nasema uongo? Sasa hayo ni ya ya hapa mji mdogo, mji mdogo wa Kilwa Kivinje, mji mdogo wa Kilwa Masoko. Twende kwenye vijiji, kwenye vijiji. Hii hili jimbo lenu na Kilwa Kusini na Kilwa Kaskazini, sawa sawa. vijiji vijiji, mwaka elfu mbili na kumi na nne kuna vijiji mia moja kumi na nne vya wilaya hii, mia moja kumi na nne, nne. miaka kumi iliyopita mlichagua kafu kwenye vijiji sabini na tano sisiemu ilipata vijiji 39 peke yake. 75 zilikwenda kwa wapinzani. 2019 wakati wa Magufuli, sifuri. ea wee walikuwa na uwezo wa wa kuandika majina yao kujaza fomu vizuri wakashinda kwenye vijiji sabini na tano miaka kumi baadaye wanaambiwa hawajui kuandika majina hawajui kujaza fomu na upuuzi wa aina hiyo kwa sababu CCM na serikali yao iwe ya mama iwe ya magufuli hawataki uchaguzi, hawataki ushindani, hawataki wananchi mpige kura mkachagua viongozi. Imetokea Kilwa muda huu. Kilwa mwaka elfu mbili na kumi na nne, Kilwa Kivinje walishinda mitaa ishirini na moja kati ya mitaa ishirini na moja ya mji mdogo wa Kilwa Kivinje, walishinda mitaa yote.

Inaambiwa hapa huyo aliyeshinda diwani hapa 2020 alishinda kwa sababu ni mshenga wa wa mkurugenzi wa wa mji wa Lindi, okay. Mshenga wao akaonewa huruma na, na, na nani na huyo jamaa aliyemtafutia mke sasa, okay. Uchaguzi wa ina gani sasa? Ndugu zangu, shida kuzungumza habari ya kubadilisha huu mfumo wa kisiasa kutoka juu mpaka chini na kuweka mfumo ambao ni huru. Tume ya uchaguzi iwe ya watu wasiomtegemea rais kwa maisha yao. Wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo wanaotangaza wabunge wawe ni watu wasiomtegemea rais kwa maisha yao Hawa wanaosimamia chini kwenye udiwani, kwenye wenyeviti wa mitaa na vijiji, wawe ni watu huru, wasiotegemea CCM kwa riziki zao. watapozungumza mabadiliko ya mfumo, la kwanza ni hilo. La pili, ndugu zangu, tuna ugonjwa mkubwa kwenye chaguzi zetu wa kuengua wagombea wa upinzani, Nalifahamu sana umekuwa sasa ni ugonjwa wa kudumu. Tulifikiria ni ugonjwa wa Magufuli, tukafikiri tutapata ahueni baada ya Magufuli kufa, ugonjwa huo umeongezeka ukali, sasa ni ugonjwa sugu. Meyaona mwaka jana chini ya Samia ugonjwa wa kuengua wagombea wa upinzani, na wanaoenguliwa ni wa katika historia ya uchaguzi vyama vingi vya nchi hii, hakuna mgombea mmoja wa CCM amewahi